Katika historia ya mwanadamu ni watu wachache sana waliochukua hatua za kusababisha mshtuko wa kimfumo wa kiimani. Miongoni mwa hao, jina la Anton Szandor LaVey linaendelea kugusa vichwa vya habari, midahalo ya kiroho na tafakuri ya kijamii hadi hivi leo. Mwanaume huyu hakujitangaza tu kuwa tofauti, bali alitangaza enzi mpya ya Shetani, akianzisha kile alichokiita Kanisa la Shetani kwa maana ya the Church of Satan. Lakini je, LaVey alikuwa ni mchawi wa kweli, mwenda wazimu au mwanafilosofia mwenye akili ya kipekee aliyeamua kukumbatia giza kwa njia ya kisayansi na kisaikolojia? Anton LaVey alizaliwa mnamo tarehe 11 Aprili ya mwaka 1930 huko Chicago, Illinois, nchini Marekani. Jina lake la kuzaliwa lilikuwa ni Howard Stanton LaVey, lakini baadaye alilibadilisha rasmi na kuwa Anton Szandor LaVey. Tangu akiwa mdogo kabisa, alijulikana kuwa tofauti, alionyesha mapenzi kwa mambo ya giza, muziki wa kipekee hasa kinanda na alichukia unafiki wa taasisi za kidini. Alilelewa kwenye familia ya Kiyahudi, lakini alipofikia ujana, alianza kukosoa dini zote mbili za kawaida, akiamini kuwa zinaeneza hofu, kunyima uhuru wa kiakili na kuwafanya watu waishi maisha ya kujikana. Kwa miaka mingi LaVey alifanya kazi mbalimbali mbali. Aliwahi kufanya kazi kama mpiga kinanda kwenye sinema za kimya, mpiga gitaa katika burudani za usiku na hata kufanya kazi kama mtaalam wa hypnosis. Lakini nyuma ya pazia, alikuwa akiandaa jambo kubwa sana, kupindua kabisa dhana ya kiroho duniani. Mwaka wa 1966, Lavi alitangaza rasmi kuanzishwa kwa kanisa la kishetani, The Church of Satan, mnamo tarehe 30 Aprili katika usiku wa Walpurgisnacht, usiku ambao unahusiana na maadhimisho ya kishetani barani Ulaya. Kanisa hilo halikuwa la kuabudu shetani kama roho halisi, bali ni kama alama ya uhuru, matamanio ya kibinadamu, uasi dhidi ya unafi kina nguvu ya nafsi ya mtu binafsi. Hili lilikuwa ni kanisa la wanaojiamini, wanaojiweka mbele na wanaotafuta furaha ya maisha ya sasa na si ya baadaye. Katika nyumba yake yenye mandhari ya giza, Anton aliendesha misa zisizo za kawaida, harusi za kishetani, mazishi na hata ubatizo wa binti yake kwa utaratibu wa kishetani. Mnamo mwaka wa 1969, Anton LaVey alichapisha kazi yake kubwa kuliko zote, The Satanic Bible, kitabu kilichotikisa msingi wa maadili ya kidini, kuanzisha imani mpya ya kisasa na kuvutia mamilioni ya watu waliokuwa wamechoshwa na dini zao za kawaida. Lakini tofauti na jina lake, Biblia hii haikujaa ibada za mapepo wala kafara za damu. LaVey aliandika kitabu hiki kama mwongozo wa maisha ya mwanadamu anayetamani uhuru wa kweli, kujiamini na kutonyenyekea kwa mamlaka ya juu ya kiroho. Biblia hii ni kinyume na Biblia ya Kikristo ambayo humtukuza Mungu na kuhimiza watu kujikana nafsi kwa ajili ya uokovu, lakini Biblia ya Shetani yenyewe ilikuja na ujumbe wa tofauti kabisa. Mfano wa maandiko yake ni yale yanayosema, mwanadamu ndiye mungu wa maisha yake. Lakini pia Shetani si kiumbe wa roho, bali ni mfano wa nguvu ya ndani ya kibinadamu. Lakini pia ikaenda akaendelea kusema maisha haya ya sasa ndiyo yenye maana na si ya baadaye ya mbinguni au ya motoni. Lakini pia andiko jingine linasema kuishi kwa kufuata matamanio yako si dhambi, bali ni maadili ya kweli kabisa. Kwa maneno mengine, Biblia ya kishetani haimhubiri shetani kama roho mbaya bali ni kama nembo ya uwasi, uhuru, ubunifu na ujasiri wa kusema hapana kwa Mungu asiyoonekana. Hebu sasa tutazame muundo wa Biblia ya kishetani. Kwa mujibu wa LaVey, Biblia ya Shetani imegawanyika katika sehemu kuu nne, kila moja ikiwa na mafundisho na misingi yake. Sehemu ya kwanza ni The Book of Satan, kwa maana ya kitabu cha Shetani. Hapa LaVey anaanzisha vita ya moja kwa moja dhidi ya dini za kawaida, hasa Ukristo. Anatoa kauli za kukanusha Mungu, kumkataa Yesu na kuhamasisha kuwezesha watu kutafuta ukweli ndani yao, si kwa maandiko matakatifu ya zamani. Lakini sehemu ya pili ya Biblia hii ni The Book of Lucifer, kwa maana ya kitabu cha Lucifer. Sehemu hii ni msingi wa falsafa ya LaVey satanism. Lucifer hapa ni nembo ya mwanga wa maarifa na si malaika wa kuasi, anawakilisha fikra za uhuru, uelewa na kutokuwa mfuasi wa kipofu wa mamlaka wa juu na vipengele maarufu katika sehemu hii ni the nine satanic statement, kwa maana ya tamko tisa za kishetani; the 11 satanic rules of the earth, sheria 11 za maisha ya kishetani; the nine sins of satanism, dhambi tisa ambazo mtu anapaswa kuziepuka, kama vile ujinga, unafiki na kukosa hadhi. Sehemu ya tatu ya Biblia ya kishetani ni the book of Belial Kitabu cha Beliali. Hii ni sehemu inayozungumzia mazoezi ya kichawi kwa maana ya rituals na magic lakini kwa mtazamo wa kisaikolojia. LaVey aliamini kuwa uchawi wa kweli ni saikolojia ya kushawishi mazingira, akili na matokeo ya maisha yako. Na hapa ndipo LaVey anapoelezea dhana ya rituals kwa maana ya taratibu za kiibada, simbolism, alama zenye nguvu ya kimfumo, pamoja na emotions, kwa maana ya matumizi ya hisi katika kubadili hali ya maisha LaVey. Hakuamini kuwa uchawi ni nguvu za ajabu zisizoelezeka, bali ni aina ya sanaa ya akili na utashi. Sehemu ya nne ya biblia hii ni The Book of Leviathan, kitabu cha Leviathan sehemu ya mwisho ya kitabu ni kuhusu maneno ya nguvu, sauti na ushawishi. Leviathan hapa si mnyama wa baharini pekee, bali ni mfano wa nguvu ya kauli, tamko na hisia kali zinazotamkwa wakati wa maombi ya kishetani au ibada. Sehemu hii imejaa chant na maneno ya Kilatini na miongozo ya ibada za kiroho kwa watu walio tayari kuingiza akili yao kwenye hali ya ushawishi wa kipekee. Wakati wafuasi wake walimwona kama mwanga mpya wa kiroho, wakosoaji walimtuhumu kuwa ni mtu wa sifa mlaghai na hata mchekeshaji aliyevaa sura ya kutisha. LaVey mwenyewe hakuwa na haraka ya kujitetea, alijiona kama mchochezi wa fikra, mtu anayewafanya watu watoke kwenye eneo la starehe na kutazama maisha kwa jicho tofauti. Kwa wengi walidai kuwa alikuwa ni mtu hatari, lakini kwa wengine wanaona alikuwa ni mkombozi kutoka kwenye minyororo ya imani za kikale. Anton LaVey alifariki dunia mnamo Oktoba 29 ya mwaka 1997, lakini falsafa zake bado zinaishi. Church of Satan bado ipo ikiwa na makao makuu yake nchini Marekani na imekuwa msukumo kwa vikundi vingine vya kisasa kama vile the Satanic Temple. Leo hii, wafuasi wake si wachawi wanaoruka usiku bali ni wanasaikolojia, wana falsafa, wasanii na watu wanaojiona kuwa mashetani wa kiakili wanaopigania uhuru wa mtu binafsi dhidi ya uoga wa kiroho. Kuna uvumi ya kwamba LaVey alihofu na kuonyesha ishara za hofu ya kifo siku za mwisho. Watu wachache waliodai walikuwepo walisema alionekana kuwa na wasiwasi au kulia kwa hofu kabla ya kifo chake. Hata hivyo, taarifa hizi hazijathibitishwa rasmi na wafuasi wake wanakanusha kabisa kuwa alitubu au kubadili msimamo wake. LaVey aliishi kama mkanaji wa Mungu na huenda alikufa hivyo hivyo bila ku omba rehema bila kubadili imani na bila kujisalimisha. Kama alivyowahi kusema, watu wataendelea kuniogopa kunichukia, lakini hatimaye watajifunza kutoka kwangu. Anton LaVey atakumbukwa kama mtu aliyevua barakoa za unafiki wa kijamii, aliyetangaza uhuru wa binadamu bila uoga na aliyetumia jina la Shetani si kwa ajili ya uovu, bali ni kama kielelezo cha uhuru wa kweli wa akili. Katika dunia ya leo ambapo uhuru wa fikra unazidi upanuka, simulizi ya Anton LaVey inabaki kuwa ya kusisimua, kuchokoza na ya kujiuliza zaidi. Je, shetani tunayemjua ni nani hasa? Kama unapenda mfululizo huu wa simulizi za watu wenye historia nzito na za tofauti zaidi, tafadhali gonga like, share na subscribe katika YouTube channel yetu kwa ajili ya kupata makala nyingi zaidi. Je, unadhani Anton LaVey alikuwa shujaa wa uhuru wa kiakili au mpotoshaji wa kizazi? Tuandikie maoni yako hapo chini. Na mpaka hapo sina la ziada, jina langu naitwa Abdul Kingungo, asante na tukutane katika makala zinazofuata.